Mwalimu Elias hapa na ningependa kukupongeza kwa baraka unazoenda kupokea sasa. Umewahi kujiuliza, je, Mungu anapenda tufanikiwe ndani ya maisha yetu kama wanadamu? Siongelei mafanikio ya kwenda mbinguni, ila naomba ujiulize, je, Mungu anapenda kweli ufanikiwe katika maisha yako unapokuwa hapa duniani? Katika video hii fupi nitaenda kuelezea jinsi gani na kama ni kweli na mafanikio ni yapi ambayo Mungu anataka uwe nayo hapa duniani na uishi maisha ambayo wewe utakuwa na furaha na hakika utakuwa umefanikiwa. Kwanza nitaanza kwa kukuonyesha kama kweli Mungu anapenda ufanikiwe au la, na baada ya hapo nitaenda kukuonyesha mafanikio ni yapi, na pia tutaenda kuangalia mbinu, kanuni na jinsi gani Mungu anataka ufanikiwe. Kama utapendezwa na ujumbe huu, basi unaweza ukalike na ukashare kwa watu wengine share kwenye magrupu ya WhatsApp. Naamini wengi ambao mmekuja hapa mmepata link pia kwenye magrupu ya WhatsApp, ili wote tuendelee kupata ujumbe wa Mungu, ujumbe wa mafanikio, ujumbe wa furaha. Kwanza kujibu swali kwamba, je, Mungu anapenda ufanikiwe? Ndio, Biblia imetuandikia, sio mimi ninayesema, Biblia yenyewe imetuandikia. Na kuna baadhi ya vitu vya uongo ambavyo watu wamekariri vinavyowaangusha, vinav... vinafanya watu wanabaki wamestuck kwenye maisha hivi pia nitaenda kuviongelea, ni swala la video nyingine. Kuna uongo kadhaa ambao tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye makanisa na kutoka kwenye labda hata wazazi, watu waliotutangulia. Kuna vitu ambavyo tumevisikiliza na vinatukwamisha sana. Kimojawapo ni kwamba time is money. Video inayokuja nitaelezea haya mambo yote. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatukwamisha, lakini tukirudi kwenye mada yetu ya mafanikio, na hisi wote mnaweza mkaona kwamba kama vile na, na <laughs> hisia kali, hisia kali, kwa sababu naamini ujumbe ninaoenda kukwambia ni ujumbe ambao hakika unabadilisha maisha yako. Ndio maana nimeanza kwa kupongeza kwanza kwa baraka ambazo unaenda kuzipokea. Sasa Biblia inatuambia anatuombea tuendelee kufanikiwa. Katika nini? Biblia pale imetuandikia tuendelee kufanikiwa kimwili pamoja na kiroho. Sio kiroho tu bali hata kimwili. Haya ni maneno ambayo yameandikwa ndani ya Biblia. Biblia ni kitabu cha Mungu, maanake Mungu mwenyewe anapenda wewe ufanikiwe kimwili pamoja na kiroho. Mungu anapenda na anatamani wewe ufanikiwe. Ndio maana Mungu ameshatuandikia principles, kanuni, mbinu, sheria za kutoboa, sheria za kufanikiwa ndani ya maandiko. Ukifungua Biblia yako kitabu cha kwanza tu, Mwanzo sura ya kwanza, ina kanuni nyingi sana pale za jinsi gani wewe unaweza ukaishi maisha yako na ukaweza kufanikiwa. Ni kama vile Mungu alisema, ah, hata kama wewe ni mvivu kusoma basi soma hii sura moja tu. Ukiweza kuielewa basi hakika ya maisha yako yatakuwa mazuri. Kutokana na muda tutaangalia vitu vichache tu. Tutakapoishia tutaendelea tena siku nyingine. Na kama utapenda idea zetu basi unaweza ukasubscribe ili uendelee kupata content zetu. Sasa, mafanikio ni nini ndani ya Biblia na mafanikio ni nini ndani ya maisha yako? Tukizungumza kuhusu mafanikio, wengi wanawaza pesa, mali, labda familia. Kuna mambo mengi ambayo tunayawaza tukizungumza kuhusu mafanikio. Kila mmoja ana mtazamo wake wa mafanikio, na kulingana na maandiko niliyoyasoma na imani niliyokuwa nayo ni kwamba mafanikio ni kuweza kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kujiendeleza katika hilo kusudi na kuleta furaha ndani ya maisha yako na maisha ya watu wanaokuzunguka. Naamini umesikia vizuri, kulijua kusudi la Mungu, kujiendeleza ndani ya hilo kusudi na kuleta furaha kwenye maisha yako na maisha ya watu wanaokuzunguka. Kama hili kusudi likikusababisha ukapata pesa na mali, basi safi, ni win win, double impact, double win. Ila hili kusudi likikusababisha ukashindwa kupata mali, lakini ukawa na furaha pamoja na watu wanaokuzunguka basi pia umefanikiwa. Ila kuna kanuni na kuna njia zake za kuweza kufikia mafanikio yenye utimilifu na fulfillment ndani ya maandiko. Kwanza unapaswa kuelewa kwamba ili ufanikiwe lazima ujikabidhi chini ya mfalme ambaye ni Mungu. Kwa hiyo lazima uishi kutokana na kanuni zake. Ndiyo, Biblia ni kitabu cha ahadi lakini pia ni kitabu cha kanuni. Kuna principles ambazo hazipingiki. Kuna mwingine anaweza akasema, ah, lakini mimi ni Muislamu na hata Waislam, Quran pia inatuambia kwamba tusome Torati na kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha Torati, si ndio? Kwa ndani ya Torati kuna jinsi gani unaweza ukafanikiwa, hivyo lazima usome, lazima uelewe. Hata kama una rafiki yako labda ni Mwislam, unaweza ukamtumia hii video na akasikiliza na yeye pia akafanikiwa ndani ya maisha yake. Tukianza na kuangalia kitabu cha Mwanzo. Kuna guideline ambazo Mungu ameziweka za jinsi gani ya kufanikiwa. Kwa mfano, ukisoma Mwanzo moja moja, inaanza kwa kutuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Inasema hivyo. Lakini ukienda mstari wa pili tu kwenye Biblia ya Kiingereza inakwambia now the earth became formless and empty. Desolate. Sasa ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutufundisha kwenye mstari wa kwanza tu na wa pili ndani ya Biblia? Mungu anataka kutufundisha kwamba kuna nia. Mungu alianza na nia ya kuweza kuumba. Mungu alianza na nia, na kila kitu kinaanza na nia. Kila kitu kinaanza na nia ndani ya moyo, kwamba nataka kufanya kitu fulani, na kiukweli, ukianza kupiga hatua katika hizo nia basi hicho kitu kinaweza kikatokea. Ndio maana Mungu alianza na nia ya kuumba na hakika akaumba ndani ya mstari mmoja tu, ila nini kilitokea? Biblia inasema hii nchi dunia aliyoiumba mbingu alizoziumba zikawa zina giza na ukiwa na utupu eh. Unaweza ukajiuliza kwa nini Mungu atuambia haya yote, kwamba Mungu alikosea? <laughs> kuna kitu ambacho Mungu alikosea kuumba mpaka dunia ikawa ukiwa? Hapana, hapana, bali Mungu anataka kukuonyesha kwamba katika kila nia unayokuwa nayo na katika kila, na katika kila hatua unayotaka kupiga, kuna vikwazo ambavyo vitaambatana na nia yako. Narudia tena, sijui kama naongea haraka sana, lakini kuna vikwazo ambavyo vinaambatana na nia yako. Kama umewahi kuona vikwazo vingi vinatokea unapokuwa unapanga malengo yako, basi unaweza ukajibu amina na ukatuandikia amina hapo kwenye comments kuonyesha kwamba hakika neno la Mungu ni kweli. Kwa nini nakuambia hivi? Sio tu katika sehemu hii, bali tunaona tena na tena ndani ya Biblia. Kwa mfano, mfalme Daudi baada ya kuchaguliwa kati ya watoto wa Yese, yeye ndo awe mfalme wa Waisraeli, je, kesho yake tu Daudi alikuwa mfalme? Hapana. Ukisoma, kuna miaka zaidi ya kumi na mbili alikuwa akiwindwa na Sauli. Ndiyo anataka kuwa mfalme, lakini aliwindwa kidogo auawe, kwa sababu ya kuwa mfalme. Na si yeye tu, kuna watu wengi sana ndani ya Biblia ambao tunaona hata Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe baada tu ya kubatizwa sauti ikasikika, zamani ilikuwa ni stereo kabisa, audio ikasikika kwamba huyu ni mwanangu mpendwa na watu wanapaswa wamsikilize, si ndio? Lakini sura inayofuata tu inatuambia kwamba Yesu alienda jangwani na akafanyaje? Akajaribiwa, vikwazo vikwazo vikaanza kufuata nia yake. Nia yake ni ipi? Watu wamsikilize, awaokoe watu. Lakini nini kinatokea? Vikwazo. Baada tu ya kuwa na nia, vikwazo vinaanza kuonekana. Je, usipokuwa na nia vikwazo vitaonekana? Hapana, si ndiyo? Lazima uwe na nia, na ili ufanikiwe, lazima kwanza uanze na nia. Kila kitu kinaanza na nia. Hakuna mafanikio ya ghafla kwamba umelala tu afu umeamka, uh, tayari kila kitu unachokitaka umekipata. Hapana, lazima uanze na nia, tamanio, kusudi ndani ya moyo wako. Lakini unapoonyesha hatua kulielekea hilo kusudi, lazima vikwazo vitatokea, vidogo vidogo. <laughs> Stori ya kuchekesha ni kwamba mimi mwenyewe mara nyingi wanarekodi hizi videos usiku, lakini leo nimeamua kurekodi asubuhi. Kilichotokea ni kwamba nimejikuta niko nyumbani, halafu sina USB ya kuplug kwenye ring light zangu <laughs> nimejikuta sina chaja halafu, cha kushangaza chaja niliacha ofisini <laughs> kwa hiyo nikashindwa hata kufanya kazi, lakini kwa kuwa nilikuwa nina nia, nikaamua kuvishinda hivi vikwazo ili niweze kutimiza lengo langu. Hiki ni kitu kidogo tu, lakini huenda hata kwako vikwazo vinaweza vikawa ni vikubwa sana. Unataka kufungua biashara unapata mtaji, ndugu anaumwa, inabidi uende ukamtibishe. Unataka kufungua biashara unapata mtaji, labda ma, kitu fulani kinaharibika, wewe mwenyewe unaumwa. Vikwazo vinaweza vikawa ni vingi sana, lakini unapaswa kukumbuka kwamba vikwazo vinaambatana na nia yako. Hii ni prinsipu ambayo imewekwa ndani ya Biblia. Watu wengi huwa wanakata tamaa wakishaanza kuona vikwazo vinafata nia zao. Watu wengi wanakata tamaa wakiona vikwazo vinajaribu kublock malengo yao. Wengi wanakata tamaa, wanaacha na wanasema ah, hiki kitu sio kweli, huu ni utapeli tu. Hapana, wewe ndo tapeli, umejitapeli mwenyewe, umetapeli mda wako, umetapeli hisia zako, umetapeli kila kitu kilichokuzunguka. Na mara nyingi tunaambiwa epuka matapeli eh? Kwa hiyo inabidi ujiepuke Huwezi ukajiepuka wewe mwili wako, bali unabidi kuepuka nini? Mawazo yako ambayo yanakuwa ni kama mawazo mgando, yanayokufanya ukashindwa kupiga hatua. Nia unapoipanga, vikwazo lazima vikija, na vikwazo vikija, unapaswa kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu, hakika unaenda katika njia sahihi. Ndio maana kuna vikwazo. Vikwazo ni lazima. Usikate tamaa kwa sababu tu vikwazo vimekuja. Jaribu kufikiria hivi, hivi Yesu angekata tamaa, <laughs> ingekuwaje sasa hivi? Au jaribu kufikiria, acha watu na Yesu, hata wanasayansi ambao wametusaidia tuna sayansi nyingi sana. Thomas Edison angekata tamaa, kusingekuwa kuna taa, si ndio? electric bulbs na nini lights amevumbua. Eh, Isaac Newton angekata tamaa, sijui physics ingekuwa wapi siku hizi. Kuna mambo mengi, watu wengi wangekata tamaa. Nyerere mwenyewe aliyegombania uhuru wa Tanzania angekata tamaa, ingekwaje? Huenda tungepata uhuru miaka ya tisini, yaani we sifahamu. Huenda hata tusingezaliwa, huenda tungekuwa watumwa. Hakuna anayefahamu lakini kwa kuwa kuna watu hawakukata tamaa, ndio maana mafanikio yao yanaboresha maisha yetu sisi sasa hivi. Hata wewe una nafasi ya kuboresha, si maisha yako tu, hata maisha ya watu wanaokuzunguka, endapo hautakata tamaa pale ambapo vikwazo vitaibuka juu ya nia yako. Hii ni prinsipo ambayo iko wazi na haiwezi kupingika ndani ya maandiko. Lakini nini kinatokea? Tuna negative thoughts kichwani nini kinatokea ukiendelea kusoma pale biblia inatuambiaje baada ya kuwa na giza na utupu desolation nini kinatokea inasema the spirit of god hovered over the waters roho ya mungu ilitanda juu ya maji juu ya vilindi vya maji na nini kikatokea na mungu akasema iwe nuru kabla ya mungu kusema iwe nuru kwa nini biblia isingetuandikia tu kwamba ndio kulikuwa kuna giza mungu akasema iwe nuru lakini kuna kasentensi kameingizwa pale, roho ya Mungu ikafanya hivi, ili kukuonyesha kwamba pale ambapo vikwazo vitaifuata nia yako inakubidi utafute inspiration, msukumo, kitu ambacho kitakusukuma wewe kuweza ku overcome vikwazo vilivyoifuata nia yako. This is the the principle in the Bible, sijaandika mimi. Sijaandika mimi kipindi naamka asubuhi leo, ilikuwepo ndani ya Biblia kabla sijazaliwa, ilikuwepo ndani ya Biblia mstari wa kwanza wa pili na watatu. Hata kama una uvivu wa kusoma mistari miwili tu mitatu, hii tayari inakuonyesha kanuni, principles, jinsi gani uishi maisha yako, mtazamo gani uwe nao ndani ya maisha yako. Ndiyo utapanga nia, vikwazo vitakuja, utatafuta inspiration Tatizo ni kwamba watu wengi wanaishi maisha ya hofu. Hofu inajaa vikwazo vinavyokuja, unafikiria ni mara ngapi ulifeli na unaona kabisa hata sasa hivi nitafeli, na unakata tamaa. Hofu inatanda inakufanya unashindwa, unakuwa na upofu, unashindwa kuona future yako. Lakini hofu pia ni silaha ya Shetani. Shetani anatumia hofu kukufanya uwache mambo ambayo Mungu amekupangia uyafanye. Epuka hofu, tafuta inspiration. Unapataje inspiration? Ah, wengi wanapata inspiration kutoka na motivational contents na nini, lakini inspiration halisi inapaswa kuwa kumbukumbu kumbu ya nia yako. Kipindi unapanga kwamba nitafanya hivi, jaribu kuimagine furaha ambayo ungeipata utakapotimiza hilo jambo. Jaribu kukumbuka ile furaha ambayo unaimagine, furaha ambayo unaihisia, furaha ambayo unaitamania na hii ikupe msukumo wa kuendelea katika nia yako. Usikate tamaa, Mungu hapendi watu wanaokata tamaa. Endelea kupiga hatua. Ndiyo, vikwazo vimetokea, yes thank you God, umenipa vikwazo ili vinijenge. Unaendelea tafuta inspiration na uendelee kupiga hatua, na ukiendelea kupiga hatua nini kinatokea baada ya hapo? Baada ya Mungu kuonyesha nuru, anakuja kutuambia kwamba akatenganisha nuru na giza. Ni principle gani inafata hapo? Separation, tofautisha vitu ambavyo vinakusaidia kwenda kwenye malengo yako na vitu ambavyo havikusaidii kwenda kwenye malengo yako. Elon Musk pamoja na Steve Jobs wana kanuni ya kutenganisha noise pamoja na action, wanatenganisha noise pamoja na signal. Signal ni nini? Signal ni kitu ambacho kinakusababisha upige hatua kwenye malengo yako, na noise ni kitu ambacho hakikupeleki popote, bali kinakurudisha nyuma. Mungu tayari ameshatuandikia, hizi ni kanuni, chukua na uzitumie, tofautisha signal na noise. Watu wengi wanashindwa kuendelea kwa sababu wanafocus kwenye distraction, hofu, noise, na wanaacha intention, nia na malengo yao na hasahasa, dunia sasa hivi noise ziko nyingi sana. Ya, Instagram kidogo nimechat, TikTok kidogo nimescroll, huku like video nimefanya hiki na hiki. Mwisho wa siku, siku inakuja kuisha, unaanza kujiuliza, mbona sijafanya chochote? Kwa sababu gani? Noise, distraction. Ulifocus kwenye hivi vitu na ukasahau nia yako. Ndio maana kanuni hii ya nne Mungu anakuambiaje? Tofautisha light darkness, tofautisha intention distraction, tofautisha nia na malengo na vikwazo na vitu vingine ambavyo havina havina umaana. Kuna vitu havina umaana, lakini tunavifanya. Vipunguze, vipunguze, ukiweza viondoe kabisa ndani ya maisha yako. Namna hiyo utaanza kuona mafanikio, sio ndani ya siku moja, pia sio ndani ya siku moja lakini ukiendelea kuwa na tabia hii ya kugundua distractions, ya kugundua vikwazo vinavyoambatana na nia yako, na kuendelea kupata inspiration ya kuendelea kupiga hatua, na kutofautisha distraction na intention, kutofautisha malengo na vikwazo, basi hakika ndani ya muda mfupi utaanza kuona maisha yako yakibadilika. Naamini huu ujumbe umekuja kwako kwa wakati sahihi kabisa. Kama umepokea hii link kupitia WhatsApp kupitia labda Telegram, Facebook, Instagram, popote pale ulipopokea hii link, aliyekutumia hii link ni mtu anayekupenda sana, na mimi pia nakupenda na ninakupongeza kwa mafanikio ambayo unaenda kuyaona ndani ya maisha yako. Hii ni mistari minne tu tumeangalia, lakini Mwanzo sura ya kwanza ina mistari zaidi ya thelathini thelathini na moja in fact, na yote hiyo imejaa imeshiba kanuni ambazo zitakufanya wewe upige hatua ndani ya maisha yako. Kama umependa hii video, pia unaweza ukashea na watu wengine kwenye magrupu ya WhatsApp, ufungue maisha ya watu na uone watu wakifunguliwa, na ninaamini gratitude watakazokuwa nazo, shukrani watakazokuwa nazo, zitaongeza kitu ndani ya maisha yako na zitasababisha Mungu aendelee kukufanya upige hatua ndani ya maisha yako. Ama ungependa kuendelea kuona video zetu, subscribe Maisha Life na tutaendelea kutoa video nzuri sana zitakazo kubariki. Katika siku nyingine, tutaendelea pia kuangalia sura zinazofata kuona ni vitu gani ambavyo Mungu anatuelezea, kanuni gani ambazo hakika ukizifata utayaona mafanikio ndani ya maisha yako, na utaacha kujitapeli na utakuwa yule anayepiga hatua. Hapa ni Maisha Life, tunaendelea kuflow kama mto. Karibu sana na nipende kukupongeza kwa kusikiliza na nikutakie baraka in advance kwa sababu hakika Mungu anaenda kuonekana kwenye maisha yako. Nitahitimisha kwa kusema amina, tuonane tena katika video nyingine.